Karibu Tabora, karibu Toronto niwambieni, uraibu kama mtu hajawa tayari kuacha ni ngumu sana. Ninyi ndugu kumlazimisha ni kama sigara, hata mtu wa sigara, yani kama hajataka kuacha sigara, hauwezi kuacha. Na sijajua prosesi za matibabu yake ilikuaje, lakini kuna wagonjwa, na huyo atakuwa ni, ni mtu mwenye kwa jinsi ulivyonieleza ni mtu ambaye anatumia dawa za kulevya zikampelekea akapata ugonjwa wa bipolar. Watu wa bipolar ni watu wazuri sana, wana confidence sana, na wana akili sana, na wanakulagai huyo mtu wako, na wanajisifu, wanajua, na nahisi ndio iko hivyo kama sijakosea. Wana matumizi mabaya sana ya fedha, na wanadanganya sana kama ni wanawake, na anakuwa na mipango mingi ambayo haikamiliki. Uongo kweli? Ndo huyo mtu wako ambaye imepelekea mpaka kuwa hivyo. Sasa kama ndio hivyo, basi hata sisi tunawapata. Anaweza akakuingiza mjini kweli, kwamba umepona, anaongea vizuri. Sasa kosa lilikofanyika hapo, aliporudi huko, kilichotokea, kama alikuwa ni mraibu wa dawa, aliwapiga chenga nyinyi nyumbani, akaenda akapata kitu chake, kwa sababu ni ana marafiki pale, akarudi kufanya ki nifuatilie hiyo sinari. So kwa mzee alitoka tu akaenda kufanya a alienda kurudi kwenye tabia yake ile akafanya fujo mkamrudisha. Kwa hiyo either elimu haikutosha na itakiwa, akitoka pale asirudi kwenye ile kule alikotoka kwenye ile ile ile jamii ile ambayo ndio kampani yake ipo. Wanashawishiana kumsaidia sasa. Sasa hivi kuna kuna kuna akishakuwa amepata dawa na elimu. Kuna mfano kama Kigamboni, kuna eneo la kuwasaidia kule, wana wanacherehani wana useremala wana, usere mala, wana kazi nyingi nyingi nyingi, nyingi sana. Kwa hiyo mtu kama kuna mtu anaweza kama amemaliza form six lakini hajasoma kitu chochote, kule wanafundishwa ufundi. Na kwa mwezi ni laki hizi. Sasa tunapogombana na ndugu ni pale unamwambia laki nne pombe kanywa mwenyewe bangi kavuta mwenyewe alafu mimi naenda kulipa laki nne kama vile naenda kumfundisha mtu. Very painful. Kwa hiyo natakiwa mzazi mwenye mawazo sana na jamii yenye upendo kwa hali ya juu mtu anatoboa. Tunao, ametoboa wanarudi wanaenda, wanarudi wanaenda, lakini relapse mara nyingi inatokea. Karibu Tabora, karibu Toronto.